Coco Beach Dar es Salaam kwa mara nyingi sana huwa inashuhudia uwepo wa watu wengi sana katika misimu mingi ya sherehe na misimu kama hii hapa ya tarehe 25 Disemba. Sasa hii ni idadi ya watu ambao walijitokeza eh, katika uh, ufuo huo wa Coco Beach kwa ajili ya kuweza kusherehekea siku kuu ya Krismasi, lakini pia kuweza kujumuika na ndugu jamaa na marafiki, kizingatiwa kwamba Disemba huwa ni msimu wa na mapumziko na sherehe nyingi kama hizi hapa. Sasa katika msimu wa mapumziko Coco bichi bana imeshuhudia uchache wa watu tofauti na ilivyozoeleka katika siku kama hizi hapa. Na kingine ambacho watu wengi pia walikuwa wanajiuliza ni kwamba kilichopelekea labda kuwepo na uchache wa watu ambao walikuja kwa ajili ya kuweza kusherehekea. Hii inaonyesha kabisa kwamba kuna idadi kubwa sana ya wana Dar es Salaam wengi ambao walisafiri kwenda mikoani, kwenda kwao vijijini kwa ajili ya kuweza kujumika na familia zao kule, lakini pia kuna wengi ambao labda watakuwa walibaki ndani kutokana na hofu ambayo pia ilikuwa imetangazwa na wanaharakati kusema kwamba wanapanga maandamano tena kama walivyokuwa kimepanga maandamano ya Oktoba 29 na maandamano ambayo pia yalikuwa yamepanga kufanyika Desemba 9, japokuwa yalifeli, na ya leo pia, mm -hmm, pia hayajashuhudiwa maandamano yote, lakini jeshi la polisi lilikuwa limejipanga vilivyo na walikuwa wametoa tahadhari sana na walikuwa nadhani kwamba ni msimu pekee ambao kumekuwepo na ulinzi extra, au sio bana? Yani, ulinzi ambao umepitiliza tofauti na ulinzi ambao huonekana huko katika misimu yote ya sherehe. Ilikuwa ni msimu wa Christmas, uh, wanaharakati baadhi walikuwa wametoa vitisho kupitia mitandao kusema kwamba watakuwa wanataka Watanzania kuingia barabarani kuweza uh, kuandamana mm -hmm, ili kuweza pia kudai haki kutoka kwa serikali. Lakini pia kuna baadhi ya Watanzania ambao pia walikuwa wameamua kusafiri mikoani. Sasa hii ikawa ndio sababu ya kufanya sherehe za leo kama hazijashuhudia sana shuhudia sana uwepo wa watu wengi wengi wengi kama ilivyozoeleka, sababu hata biashara huwa zinanoga sana siku kama hii hapa. Ehe, na pia huwa kunashuhudia watu wengi sana ambao wanakuja na familia zao, ndugu zao, marafiki kuja kujumuika tu kwa masuala ya kuogelea, kujienjoy na vitu kama hivyo, lakini imekuwa tofauti. Sijui uh, mta, mtani kwako ama mkoani kwako ambako ulisafiri wewe ehe, sikukuu ya leo ya tarehe ishirini na tano Krismasi imekuwaje? Kumekuwepo na sherehe kama ilivyozoeleke? Kumekuwepo na ama sherehe zimekuwa ni bora zaidi ya sherehe zingine ama imekuwa kidogo na utofauti? Unaweza ukanipa maoni yako pale chini bana. Sherehe za Krismasi kwako leo zilikuwaje?